Kwamba si nini, tumwachie Lissu. Hatutakubali Lissu kuachiwa kwa masharti. Hili nataka niliweke wazi na kila mtu ajue Lissu <coughs> alikamatwa kwa uongo, aachiwe bila masharti yoyote, arudi barabarani. Mahakama Kuu ya Tanzania imeendelea kusikiliza kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, lakini mabadiliko ya ajabu yanaibuka. Je, yeah. Haki ya Tundu Lissu imekwisha au imechelewa makusudi? Tanzania inazungumza na hii hapa ni Mizuka Media. Hebu tuziweke rekodi wazi kwanza. Kesi hii imekuwa kitu kilichosababisha msukumo mkubwa, kesi namba 19 stroke 605 mwaka 2025 dhidi ya Tundu Lissu, kesi ambayo inafuatilia malalamiko yake dhidi ya uendeshaji wa mashtaka na ukosefu wa haki imeendelea kusikilizwa mbele ya majaji watatu ikiongozwa na Jaji Mkuu Danstan Ndunguru. kesi hii iliahirishwa tarehe 12 Novemba mwaka 2025, na tangu wakati huo palikuwa na siku zaidi ya utekelezaji unaoonekana wazi kutoka mahakamani. Tundu Lissu sasa amekaa gerezani kwa zaidi ya miezi kumi ambayo ni sawa na zaidi ya siku 308 lakini kesi yake imekuwa ikisikilizwa mara chache tu, ambayo ni vikao 14 mpaka sasa. Na sasa Tundu Lissu mwenyewe, ambaye anasimama mbele ya mahakama bila wakili, anasema haki yake imekandamizwa na si kwa kosa lake Nyewe. Tundu Lissu amesema wazi ya kwamba tangu kesi ilipoanza, hali yake gerezani na uendeshaji wa kesi umeenda kinyume na cha mfumo wa haki. Amesema kwanza, haki inapochelewa ni haki inakataliwa, yaani justice delayed is justice denied, na kwamba mahakama inapaswa kuhakikisha kesi yake inaendelea haraka bila kuchelewesha haki zake. Anaeleza kuwa ameongea na wale wanaopanga vikao vya mahakama, akitaka kesi yake ifanyike kwa ufanisi zaidi badala ya vikao vya kawaida tu ambavyo havileti maendeleo yoyote. Hii hapa ni kauli ya John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema, akisisitiza mambo muhimu kuhusu nafasi za chama hicho katika siasa za Tanzania. Anasema Chadema ni kama oxygen kwa siasa za upinzani, kwamba bila wao siasa za vyama vingi hazingekuwa na nguvu wala sauti. Leo tuliposema hatuendi kwenye uchaguzi bila mabadiliko, uchaguzi umefanyika, kuna uchaguzi uliofanyika kuna kura zilizopigwa. Hata hao wanachama wao wanaosema wana wanachama walienda kupiga kura, maana yake ili hata watu wa CCM wajitokeze kupiga kura, lazima Chadema iwepo. Ndio maana nasema Chadema ni oksijeni kwa kila mtu kwenye nchi hii. Kimevuka kuwa chama kikuu cha upinzani ni chama kikuu cha siasa Tanzania, si kama mnalielewa hivi. Ndio chama kikuu cha upendo, kwa sababu ndio chama pekee kilichopo kwenye nchi hii. Ndio maana wanachama wetu wanaweza kusafiri. Nimeona watu kutoka Sumbawanga everywhere wako hapa, kwa sababu ya namna ambayo chama chetu kimeishajijenga na kina upendo wa hali ya juu. Kwa hiyo nimetaka niyaseme hayo kwamba hatutakubali masharti ya aina yoyote Hatutakubali blackmail ya aina yoyote. Tunachotaka ni free Tundu Lissu, mwenyekiti wetu aachiwe bila masharti, chama chetu kifunguliwe, tukutane uwanjani na sisi, kama wanajiamini tukutane nao, wajenge hoja zao za kiuchumi, tujenge hoja zetu za kiuchumi, Watanzania waamue nani wanataka awaongoze, full stop. Mambo mengine haya sisi hatutayafanya. Na hii ni sehemu ya pili ya bwana John Heche anakataa kabisa uwezekano wa Tundu Lissu kuachiliwa kwa masharti yoyote ya kutolewa gerezani. John Heche anasisitiza kuwa hakuna nafasi ya Tundu Lissu kutolewa kwa masharti kwa kuwa ulinzi wa haki ya mtuhumiwa unapaswa kufanywa bila ubaguzi. kwa sababu hakuna mwanaharakati ambaye amefungua au aliyeraramika kwa hii kesi. Hakuna mwanasiasa mwingine yoyote kwenye upinzani at least kwa upande wetu CHADEMA anayenufaika na mwenyekiti wetu kuwa ndani. Sio kama mnanielewa kwa hatuta kubali blackmail. Hii kesi wanataka kuitumia kama blackmail, kwamba wamemkamata mwenyekiti wanakaa naye alafu wanatengeneza masharti kwamba fanya hivi. Mara ya kwanza walisema, "Oh, kubali tukuachie uondoke nchini uende Ulaya nilisema hapo mwaka jana, mwenyekiti amewambia hawezi kukubali wakae naye mpaka siku watakapomwachia bila masharti. Sasa wanatumia hii wakifikiri kwamba wanatulazimisha kwamba tukubaliane na, na maagizo yao ya uongo au na makubaliano yao ya uongo au na kitu wanachoita maridhiano ya uongo kwamba kubalini kwamba si nini tumwachie Lissu Hatutakubali Lisu kuachiwa kwa masharti. Hili nataka niliweke wazi na kila mtu ajue, Lisu alikamatwa kwa uongo, aachiwe bila masharti yoyote, arudi barabarani, tukutane nao mbele ya wananchi, mtu kwa mtu, na wananchi waamue nani wanataka waongoze. Tunaelewana vizuri kwamba hakuna masharti ya aina yoyote tutakayokubali kwa sababu kukubali masharti ni kukubali kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa kwa njia za uhalali tunajua mwenyekiti alikamatwa akiwa kwenye ziara tuliokuwa tunafanya ya no reforms, no election akatungiwa kesi ya uongo ambayo amekaa naye mpaka sasa na wengine wanashangaza sana wanaosema hivi wanasahau kwamba mwenyekiti Mboya alikaa gerezani miezi minane wakati ule mwenyekiti Mboya alipokuwa gerezani yule anayesema hayo mambo ni mwanasiasa gani na mwanaharakati gani alikuwa ananufaika na ndani? Haya masharti ya kutishia kufuta chama au kufanya si vitendo vya aina gani ili tukubaliane na masharti yao. Wanajidanganya sana, wanadili na watu tofauti kabisa ambao hawawajui. ANC ilifutwa na makaburu lakini haikufutika kwenye mioyo ya wananchi wa, eh, wa, wa Afrika Kusini kwa sababu ilikuwa ni ni ni hewa, ni oksijeni yao, ni oksijeni ya mabadiliko. CHADEMA ni oksijeni ya mabadiliko kwenye nchi hii, ni oksijeni ya uchumi. Huwezi kuifuta, imevuka lemo hizo za kufutwa. Leo ninapozungumza na nyie, nimeona wanachama wetu kule Migori wamejenga ofisi leo wanaezeka. Yani, chama kimefungiwa, wanachama wanajicoordinate, wanajenga ofisi na wanaezeka. Katika mazingira magumu haya, wanafanya shughuli za chama. Hiyo inakwambia nini? Kwamba hiki sio chama unachoweza kuua kama unavyofikiri, ni kujidanganya. Magufuli alisema hivyo kwamba CHADEMA itakufa, imekufa imekufa. Ndio maana nasema CHADEMA ni oksijeni kwa kila mtu kwenye nchi hii kimevuka kuwa chama kikuu cha upinzani. Ni chama kikuu cha siasa Tanzania, si kama mnalielewa hivi ndio chama kikuu cha upinzani, kwa sababu ndio chama pekee kilichopo kwenye nchi hii. Ndio maana wanachama wetu wanaweza kusafiri. Nimeona watu kutoka Sumbawanga everywhere, wako hapa kwa sababu ya namna ambayo chama chetu kimeshajijenga na kina upendo wa hali ya juu. Kwa hiyo nimetaka niyaseme hayo kwamba hatutakubali masharti ya aina yoyote, hatutakubali blackmail ya aina yoyote. Tunachotaka ni free Tundu Lissu, mwenyekiti wetu aachiwe bila masharti, chama chetu kifunguliwe, tukutane uwanjani na sisi ya. kama wanajiamini tukutane nao, wajenge hoja zao za kiuchumi, tujenge hoja zetu za kiuchumi. Watanzania waamue nani wanataka awaongoze. Full stop. Mambo mengine haya sisi hatutayafanya. Asanteni sana, tukutane Jumatano. Kwa muktasari tu jamii ya Watanzania wa Kenya na wale walioko diaspora wanajiuliza sana na wanajiuliza je, yeah. Mahakama inaendelea kutafuta utaratibu wa haki je, yeah. Kuna ushawishi wa kisiasa mbele ya kesi hii ya Tundu Lissu au kesi hii itasubiri hadi Februari 11 mwaka 2026 wakati itakaporudishwa tena kusikilizwa. Tundu Lissu ameeleza wazi malalamiko yake na sasa wasemaji wa ndani ya chama chake wanasisitiza msimamo wao bila uoga wowote. Niachie maoni yako kwenye comment section. We unaonaje kesi ya